Serikali imewekeza uh, kuboresha shirika letu la ndege ATCL. Mpaka sasa tuna ndege kumi na sita. Sasa Mtanzania wa kawaida mimi na wewe tunaweza tukajiuliza, kama ATCL wana ndege kumi na sita halafu wana marubani sei hamsini au sitini mbona wanatosha? Ukiwa na basi si unakuwa na madereva wawili tu wakubadilishana, si wanatosha? Lakini sio kwenye sekta ya anga ambayo inasimamiwa na na na na viwango vya kimataifa. Mfano tu, bombadi ya moja kwa siku inatakiwa iwe na seti sita za marubani. Maana yake bombadi ya moja kwa siku moja inatakiwa iwe na marubani kwa wastani kumi na mbili. Kwa hiyo kama ina wastani wa marubani kumi na mbili ukiwa na bombadi ya nne maana yake unahitaji marubani 48 kwa tunapozungumzia upungufu wa marubani tunaangalia kwenye hali halisi na matakwa ya ya ya ya usafiri wa anga ambayo yanasimamiwa kimataifa. Sasa hiyo ni bombadia. Mfano, ukienda kwenye hizi ndege kubwa zinahitaji wastani wa seti saba mpaka nane, na zile kubwa kabisa mpaka seti tisa. Lakini zaidi, mnajua kwamba tuna safari kwa mfano ya China. Sasa safari ya China rubani akisafiri kwenda China huwezi kusema muda umepita, kalale kidogo, ukisha lala uingie kwenye ndege urudi. Yule rubani akifika China timu nzima inaondoka kwenda kulala, inaingia timu mpya ambayo inarudi na ndege wapi? Tanzania. Na akifika Tanzania, huyu rubani kwa sababu ya tofauti ya muda anatakiwa apumzike siku mbili au siku tatu. Kwa hiyo unaweza ukaona ni marubani kiasi gani ambayo wanahitajika. Hiyo ni ATCL 2 lakini wote tunafahamu jitihada za rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye kupitia Royal Tour watalii wameongezeka. Kwa hiyo, kuna ongezeko kubwa sana kwa hizi ndege ndogo ndogo zinazoenda kwenye sehemu za utalii Serengeti, Mikumi na maeneo mengine. Sasa nazo hizo zinahitaji nini? Marubani. Sasa unaweza ukajikuta watu wengi, marubani wengi ni wa kutoka nje ya nchi. Ndio maana serikali imeona umuhimu mkubwa sana wa kuanzisha mafunzo haya hapa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, mafunzo ya urubani yanahitaji kuwa na wakufunzi na vifaa vya kufundishia vilivyokidhi vigezo vya kimataifa. Sasa katika ile maandalizi ya zile hatua nilizosema tano, lazima chuo kiwe kina wakufunzi. Tulipoanza hatukuwa na mkufunzi hata mmoja. Kwa hiyo Serikali ilikiwezesha Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kupeleka wakufunzi Afrika ya Kusini, wakufunzi watano wa urubani. Sasa mkufunzi wa urubani lazima asome urubani, akimaliza kusoma urubani lazima aingie tena mafunzo ya kuwa mkufunzi. Habari, karibu Mwetandala Shopping Center. tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.